Ya yeah, jambo mabibi na mabwana, hapa tuko na mchezaji wa Liboka. Mambo vipi? Fresh. Uko sawa? Niko sawa. Vipi? Alakati tunasemaje? Fresh. Fresh. Yes. Yeah, kwenye game mchezaji, game ya kwanza vipi, mwanaje maendeleo ya game game ya kwanza yeah? Ilikuwa game nzuri, maana tumepata ushindi yeah. Yote na yote tumshukuru Mungu kwa ushindi wa goli sita kwa mbili, hakika ilikuwa game nzuri so performance ya timu yangu Ilikuwa nzuri sana. Yes, nilipenda sana performance ya timu yangu ya Liboka Frigis, sana Liboka sana na ameendelea Liboka, unaitukuliaje una au una, una unatazamia wa matokeo baadaye? Baadaye tutakuwa big team tu, naona performance inaendelea vizuri, na tunaendelea ku train walipo na mapungufu tunarekebisha, na hakika bado muendeleo wetu utakuwa mzuri sana zaidi hata leo sasa. Nafikiri leo umepiga hattrick game ya kwanza a si mashabiki na pia si wachezaji pia na waongozi kwa ujumla. Yes, yote hayo performance yangu leo, nimshukuru kocha wangu yeah. Yes, nimeonyesha kila alichokuwa nanifunza mazoezini yeah. na nimefikia yeah. hatua ya kupiga hat trick kwenye game goli tatu. Yes, namshukuru sana kocha wangu, nilikuwa serious na game vile vile na yeah. nishukuru wachezaji wenzangu, maana bila wao singefunga hizo goli. Sasa nafikiri leo tuko na dabi; sasa hivi tunaelekea dabi ya Michigan. Ni Liboka FC first uh, Michigan boys. Kuna lipo la kuambia wachezaji wenzako pia na mashabiki ambao wanatutazama kwa mdao? Yes, kuhusu hii gemu ya Michigan boys hii ni Michigan derby. Sisi kama Liboka tumejiandaa, cha kwanza kufungwa hatutaki. Ushindi ni lazima. Tumejiandaa vizuri, ushindi ni lazima, Liboka tunashinda leo. Vipi slogan ya timu timu, nasemaje? Slogan ya Vipi Simba atuchezi Vipi kuhusu Liboka? Liboka ni Liboka on 3. On 3. Yeah. Na maana kwamba ushindi ni lazima. Ushindi lazima. Vipi leo unafunga ngapi? Leo nikipata nafasi naitumia vizuri. Hakika, ila nitashinda. Nitashinda, ila sijui ngapi, ila nitashinda. Sasa sana hapa tuko na DC na cameraman wetu ni Praise AM. Hapa tuko na nani, brother? Naitwa Zidro KA baba DC. Vipi kocha wa... yes, timu yes, yes. Ni yupi? Swali moja mbili au tatu kuhusiana na game ambayo tunafuata sasa hivi. Yes, kocha wa timu yupo bize kidogo kule, ana watu. Nadhani ndio yule unamuona, utamwoji. Sawa, nafikiri ni dabi, dabi ya Michigan, wachezaji wenzako kuhusu kwanza hii dabi, tumekutana sehemu nzuri, maana atakaye shinda hapa anaenda nusu fainali. Lazima yeah, mshinda apatikane. Tumejiandaa vizuri, nadhani utashuhudia game yenyewe. Sasa nimeshukuru sana kwa muda wako. Nafikiri ndio captain wa Liboka na vile muona hapa, anaitwa Zidro number 4 wa Liboka. Kwa hiyo nimeshukuru sana, mimi naitwa DC, cameraman wangu oh, ni Tezi pamoja na brother Aime Faraja Mulikwa.